Ian Baraka, mvulana wa miaka saba, ambaye uso wake ulijeruhiwa vibaya wakati wa shambulizi la majangili mapema mwaka huu, amefanyiwa upasuaji wa kurekebisha uso wake katika Hospitali ya Kitaifa ya Kenyatta. Madaktari waliotekeleza upasuaji huo wamethibitisha kuwa shughuli hiyo ilikuwa ya mafanikio na sasa Ian anaendelea kupata nafuu. Maria Yambo na taarifa kamili. Upasuaji huo wa kipekee uliochukua zaidi ya saa saba katika chumba cha upasuaji uliongozwa na kundi la madaktari wa upasuaji wa uso na taya, wataalam wa meno na madaktari wa masikio, mapua na koo. Madaktari hao walikuwa makini kurekebisha majeraha makubwa kwenye uso wa Ian.

Upasuaji huo ulihusisha kurekebisha sehemu ya pua ya Ian ili kuchukua nafasi ya mifupa iliyovunjika. Kisha waliweka vipandikizi vya meno ili kurejesha meno yake, na hatimaye a bandia ikawekwa kukamilisha urekebishaji wa uso wake. Kabla ya upasuaji, ramani ya 3D ya uso wa Ian ilifanywa kwa kina ili kupanga kila hatua ya urekebishaji.

Daktari Margaret Mwasha, mmoja wa madaktari walioshiriki kwenye upasuaji huo, alielezea kuwa upasuaji huo ulikuwa mojawapo ya shughuli muhimu zaidi kuwahi kufanywa. As, um, an extra bone, I would would say, called the the the the fibula, and and they use that that to reconstruct, and we use that for supporting our prosthesis. But in the case of Ian, because he's a grown child, the tissues are are still very small, the blood vessels are very small, small, blood vessels so connecting them would almost be impossible. Upasuaji huo umetajwa kuwa hatua kubwa ya kihistoria nchini Kenya. So this is groundbreaking because we've used technology

Maafisa wa hospitali wanasema Ian anaendelea kupata nafuu katika wadi ya watoto na anaweza kuruhusiwa kwenda nyumbani katika siku chache zijazo. Familia ya Ian imelishukuru kwa dhati kundi la madaktari na wale wote waliosaidia wakati wa kipindi hicho kigumu. Mama yake akiwa amelemewa na hisia alisema, alikuwa akiniambia wee, mama usijali, nitakuwa sawa nikienda hiyo theater nitakuwa sawa na nitaamka, nitamwambia haki. Uko na imani sasa, mimi sidali Mungu wake ni yako na yeye. Maafisa husika wanaendelea kuchunguza mazingira ya shambulizi hilo la ujambazi lililomwacha Ian na wengine na majeraha. Tukio hilo limeongeza wito wa kuimarishwa kwa usalama katika maeneo yaliyo hatarini kote nchini.